Mtazamaji wetu usisahau, ninaye kuongozea kipindi hiki kuanza mwanzo hadi mwisho, naitwa Pomlela. Endapo Mungu akitujalia, basi nitalifikisha gurudumu hili salama kabisa, na wewe utafurahia. Ah, ni kuite jina ambalo unataka kuitwa kuhani? <laughs> <laughs> Kuhani, katika kanisa unalosimamia, ah, kuna vitu vingi sana uwaga mnavianzisha anzisha kuna kingine ambacho hivi karibuni tunaenda kukiona? Ya yeah, um, mimi kwa kweli nimekuwa mtu wa vitu vingi yes. Na, na si tu vitu vingi kama kama kama, kama vipindi au shughuli fulani, lakini pia nimechunga makanisa mengi sawasawa. So, so. La, kanisa langu la kwanza kuchunga lilikuwa pale Tabata. mm. na ili kanisa ninalochunga sasa hivi Restoration of Hearts International Church. mm. Hapa Segerea ni kanisa langu la tatu, la tatu, nikisimamia kama mchungaji kiongozi, ya yeah. Na uh, tumefanya mambo mengi hapa Segerea. uh, kanisa hili la Restoration of Hearts International Church, kwanza nieleze why Restoration of Hearts International Church. yes uh, Yesu wakati anarudi kwenye ile Matayo 28 mstari wa 19 anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani dunia. Enendeni mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nami nitakuwa nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo yes. Tumetumwa, we are commissioned, tumepewa kazi ya kwenda mataifa yote kurejesha mioyo iliyopotea yes. kuwafanya hawa watu waliopotea wamrejee Yesu mm. na wakawe wanafunzi wake mm. kwa hiyo ndio tukakama hapo na jina Restoration of Hearts International Church, urejesho wa mioyo katika mataifa yote mm. ya yeah. kwa hiyo ni kazi tuliopewa na Yesu mwenyewe, wakati anaondoka akatuagiza tufanye hivyo kwa hiyo ndio tukapata jina hilo la Restoration international of Hearts Church international church. Sasa hapa mm. tumekuwa na mambo mengi yes. ambayo tumekuwa tukifanya kama rutini kawaida ya kanisa mm. tumekuwa na vipindi vingi vya uinjilisti, tumekuwa na vipindi vya ualimu yes. kufundisha. mm. Lakini um, Mungu ameendelea kutuongeza, na sasa Bwana ametupa maono ya kuanzisha kipindi maalum kabisa kinachoitwa Worship Crusade, kusanyiko la kumwabudu Mungu. Ah uh, unajua, ndugu mtangazaji, ndio yeah. Dunia inabadilika sana kila sekunde. e, imebadilika sana yes. na tumeingia kwenye digital world mm. E, dunia ya kidijitali sasa. Kanisa nalo lazima libadilike. Haya ni mabadiliko yanayotokea ndani ya jamii na yanapotokea ndani ya jamii hawa walioko kwenye jamii ndio wanaokuja kanisani. yes. kwa hiyo kanisa nalo lazima libadilike. mm. Kanisa lisipobadilika litabaki nyuma. mm. na kwa hiyo lazima tuingie katika mabadiliko. Sasa hivi ukifanya mkutano wa injili, wengi wanaokuja kwenye mikutano ya injili ni watu wale wale waliokoka. yeah. Yes, ndio yes. wanaojaa kwa wingi kwenye yes. mikutano ya injili kwa hiyo inabidi tubadilike. hmm. Kanisa libadilike liende kwenye, kwenye era mpya liende kwenye mtindo mpya hmm. Na mojawapo ni kwamba dunia, kanisa lazima liingie kwenye dijita, liingie okay. eh, kwenye dijita. Kwa hiyo sisi tumepata mafunuo ya kuanzisha kipindi hiki kinachoitwa Worship Crusade. Worship Crusade. Ni kipindi ambacho ni ibada kubwa yes. ambayo tunashirikisha watu wengi sana mm. kupitia digital platform yes. tunakwenda live katika kipindi hiki, na tuna tuna tuna tunakuwa, ni sababu au nia yetu kubwa ni kuwafanya watu wa mwabudu Mungu hata kama yuko ndani ya gari yes. amwabudu Mungu yes. hata kama yuko ofisini amwabudu Mungu. Hata kama yuko nyumbani kwake, yuko chumbani, amwabudu Mungu. Hata kama yuko kwenye dunia ambayo au nchi ambayo hata imezuia Biblia, mtu asiguse Biblia, lakini kwa kupitia simu yake ataweza kuwa na sisi katika yes. kipindi hiki cha Worship Crusade yes. kwa hiyo, nia ni yetu ni, tunalenga hmm. kuwaleta watu pamoja katika kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo, maombi na mafundisho hmm. ya yeah. Kwa hiyo tunapeleka injili kwenye kiganja, kwenye kiganja tunamhusisha yes. mtu aweze kumwabudu Mungu kupitia kiganjani, yeah. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunaenda live, tunaimba, tunasifu Mungu, tunafanya mafundisho ya neno la Mungu na tunaingia pia kwenye maombi kuombea watu wala. na wale ambao waja kuokoka tunawapa fursa ya kuweza kuungama na kuweza kutubu na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ah, hii Worship Crusade ya, inakuwa imebeba watu fulani au ni kila mtu anaweza akajumuika nanye? Worship Crusade imebeba watu wote hmm. waliookoka na ambao wajawajakoka. ah, walio watumishi na ambao na hasio watumishi, watumishi. kwa yes. sababu sote tunawajibika katika kumsifu mm-hmm. na kumwabudu Mungu wetu ya yes. yeah. Neno la Mungu linasema katika Yohana 4:24 kwamba mm. Mungu ni roho na wale wamwabuduo imetakiwa wamwabudu katika roho na kweli mm. kwa hiyo kila mwanadamu tunamwalika kumwabudu Mungu mm. Kwa sababu tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, kwa Mungu. Na sisi wanadamu wote ni roho. Yes. Kwa sababu tumeumbwa na Mungu mm. Kwa hiyo tunatakiwa tumwabudu Mungu katika roho na kweli, kweli. Yeah, roho zetu ziwe connected na Mungu na tuweze kumwabudu kwa njia mbalimbali mm. Yeah. Ah, kabla hatujaendelea nipende tu kukualika mm, mtazamaji wetu usisahau kuwa kanisa letu lipo Segerea mkabala hmm. um, na kanisa la KKT hmm. Kokote unakotoka utashuka kituo cha mwisho cha Segerea yeah. nyuma ya stendi utaona kanisa, utaona mnara mkubwa hmm. wa KKT basi sisi tuko pembeni kabisa hapo RHC tunapatikana hapo. <laughs> Tunapatikana hapo na hata ukienda kwenye GPS yes. t uta, uta utaandika. Uh, utaandika barabara ya Ngorongoro, barabara inayoenda ofisi ya kata Segerea na utakuta opposite na makaburi ya Segerea, utakuta pale kuna kanisa la RHC barabara ya Ngorongoro namba 17 hapo utakuta kanisa lina bango moja matata sana <laughs> Restoration of Hearts International Church. <laughs> Sawa sawa. Ndio, <laughs> mtazamaji anataka afahamu siku ambayo anataka kuja kwenye hiyo worship crusade, au anataka afahamu hii worship crusade ndani yake kuna nini hasa, yes. Kipindi hiki ni kipindi kizuri sana sana sana na sasa hivi tumeshaenda season nne, tumesharusha mara nne na tunapata followers ndani na nje ya nchi yes. Kwa ni kipindi ambacho kimegusa watu sana mm. Kipindi hiki kinarushwa siku ya Alhamisi, ndipo tunapo uh, tunapoenda live siku okay. ya alhamisi yes. kuanzia saa mbili usiku ya tunakuwa live. na kipindi hiki ni cha muhimu sana sana sana kinabeba mambo mengi sana ya maisha ya mwanadamu mm, yeah. Kwa sababu tunajua katika, uh, Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza mtume yeah. Uh, Paulo anasema basi ndugu zangu, kwa ajili ya rehema za Mungu na wasii, mkajitolee miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, inayompendeza Mungu, ndio ibada yenu ya kiroho. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunatakiwa kutoa miili yetu kuwa dhabihu. yes. na miili yetu kuwa dhabihu mbele za Bwana mm. ni kuingia katika kumwabudu mungu wetu mm. ene au yes. tuingie katika kumwabudu Mungu wetu ya mm. yeah. miili yetu lazima tuwe na muda, wanadamu tuwe na muda wa kujitoa kumwabudu Mungu mm. kumsikiliza Mungu anasema nini mm ya yeah. Kusikiliza, tunapoenda kwenye simu au mahali popote kwenye digital platform yes. Usiangalie mambo ya ovyoovyo tu <laughs> Yes. Angalia Mungu anasema nini, eh? kuna kuna Mungu anaweza kuongea na mtu kwa njia nji tofauti, anaweza mm, kuongea na wewe kwa kwa kwa kwa kwa kupitia neno la Mungu. Yes. anaweza akaongea na wewe kwa ndoto. Yes. anaweza akaongea na wewe kwa kupitia mtumishi wa Mungu. Yes. kwa hiyo ni vizuri sana aa, na tunapenda kuwaambia watu kwamba kipindi hiki kina makusudi ya msingi sana Yes. Kusudi la kwanza ni kueneza neno la Mungu. Mm. Ya Yeah. Tunaeneza neno la Mungu kwa watu wengi, ndio maana tunasema crusade ni kwa watu wengi, hasa wale ambao hawajapata kujua kumjua Mungu, wale ambao hawajaokoka pamoja na waliookoka. Mm. Yeah. Mathayo ishirini na nane mstari wa kumi na tisa mpaka ule wa ishirini. Yesu anaelekeza wanafunzi wake, asema nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la mwana na la Roho mtakatifu taka na kuwafundisha yale niliyowafundisha, nami yes, na nitakuwa pamoja nanyi mm, hata ukamilifu wa dahari. Sasa kama moja ya kusudi la kanisa la RHIC mm, na ndiyo maana tumeleta kipindi hiki cha worship cha worship, tunataka tuingie majumbani mwa watu. Zakayo ilibidi atoke nyumbani kwake aende kumfuata Yesu na akakuta makutano makubwa, ikabidi apande kwenye mkuyu. Sasa sisi hatutaki watu wapande kwenye mkuyu, sisi tunamleta Yesu nyumbani kwao. Eh, uwe ndani ya gari, tunamleta Yesu kwenye gari lako. Ukiwa kazini, tunamleta Yesu kazini kwako. Ukiwa nyumbani kwako, sebuleni tunamleta Yesu sebuleni. Hata kama uko chumbani, tunamleta Yesu kwenye chumba chako kupitia digital platform. Kwa hiyo hata kwa kupitia simu yako, mm. tunamleta Yesu mahali ulipo. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna hiyo kazi ya kufundisha neno la Mungu, lakini pia nia ni kuingiza watu katika ibada ya kweli. mm. Tunahitaji kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo kipindi hiki cha Worship Crusade kinawaleta watu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya, amina ya yeah. Kwa hiyo tuna wajibu huo mwingi sana, tunahubiri neno la Mungu, tunawafanya watu wamwabudu Mungu, lakini pia tunakuwa na maombi, tunawaombea watu katika shida zao, na zaidi ya yote hata wale ambao wajaokoka tunawaongoza sala ya Bwana hivi yeah. sawa yeah. Mtu anaweza kujiungamanisha na Mungu pasipo kuabudu, labda akiomba tu, akitoa sadaka, akifanya chochote pasipo kuabudu, anaweza akajiungamanisha na Mungu? Yeah, um, Yesu anasema, mimi ni njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa, ila kwa njia ya mimi. Yes. Sasa lazima umtambue Yesu, umpokee Yesu mm. Lazima umwabudu. Unaweza kuwa ni mtoaji mkubwa sana, yes. Kuna watu wengi wanasaidia watu, mm, wanasaidia maskini, wanalisha watu, lakini hawamtambui Yesu mm. Unaweza ukajenga kijiji kikubwa na ukawapa watu hizo nyumba bure, wakakaa wakakushukuru na ukaziona baraka hapa duniani mm, lakini kama hujamjua Yesu na hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yes. Utaziona baraka hapa duniani, lakini mbinguni utakuwa Jehanamu, kwa sababu ni kwa njia ya Yesu peke yake hmm. Unajua mwanadamu alipoumbwa pale bustani ya Edeni hmm. Mungu aliweka mpango wake yes. wa mwanadamu kumwabudu hmm. Mungu na pale alipokengeuka akatolewa katika bustani ya Edeni, mm. Sasa mwanadamu anatafuta namna ya kurudia Edeni, mm. anatafuta namna ya kuwa katika connection na Mungu. Kwa hiyo anatumia njia nyingi, mm. kuna wengine wanaabudu ng'ombe, yes. wengine wanaabudu milima, mm. wengine wanaabudu vitu mbalimbali mbali, anatengeneza lisanamu hapo la simenti, halafu Jumapili ana, ana, ana, ana, anaenda anapiga magoti pale kana kwamba anamwabudu yes, Mungu, kumbe yes. Ni lisimenti limetengenezwa, ile ni kazi ya mikono ya wanadamu yeah, yeah. Yes. Lakini njia pekee ambayo Mungu aliiweka mwanadamu awezi kumrejea yeye Mungu ni kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo nje ya Yesu Kristo mwanadamu hawezi kumwona Mungu ni kama ndugu mtangazaji ulivyovaa miwani yes, hiyo miwani inakusaidia kuona maandishi yes, kwa hiyo maandishi ambayo yako nje ya miwani huwezi kuyasoma, huwezi kuyasoma yes, kuyasoma, yeah, lazima yaje kwenye lensi ya miwani yako <laughs> ndo unaweza ukasoma, really. Na ndivyo alivyo Mungu yes, mtu asipo, yani hiyo miwani yako ndo kama Yesu yes, Mungu anamwona mwanadamu aliye mkamilifu mm, kwa kupitia Yesu Nje ya Yesu, Mungu amuoni huyo. Okay. Mwanadamu kama ambavyo herufi ambayo iko nje ya lensi ya lensi siwezi nikaisoma. <laughs> <laughs> hu ni mfano ambao umetolewa kwangu au usisahau tu kipindi chetu ni Worship Crusade, na mgeni wangu leo ni Bishop, japo hataki kuitwa hivyo, lakini ndicho cheo ambacho wengi wamemzoea, Bishop John Shusho, lakini mwongozaji wako ni Paul Mlela. Uh, swali lingine ambalo labda kwa niaba ya mtazamaji mm. niulize yeah. ni jinsi au ni namna gani hasa ya kumwabudu huyu Mungu, labda mtazamaji mwingine anataka sasa aelewe mm. labda alikuwa hajui, anataka ajue namna iliyo nzuri ya kumwabudu Mungu yeah. Ni ipi? Asante sana. Kwanza, kama ambavyo nimesema, first thing mm. cha kwanza kabisa nimesema mwanadamu anaangaika na njia zake mm. lakini Mungu aliweka njia yake yes. ambayo mwanadamu anatakiwa amfikie Mungu yes. ni kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa mwanadamu lazima ampokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake yes. Yohana sura tatu na mstari wa kumi na sita mm. unasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mm. hata akamtoa mwanaye wa pekee mm. ili kila mtu amwaminie asipotee, ba bali ba awe na uzima wa milele Kwa hiyo ina maana asiyemwamini Yesu amepotea. yes. yeah. ila yule anayemwamini Yesu yeah. ndio hapotei yes. anapata uzima wa milele Kwa hiyo njia iliyo kubwa sana ya kumwabudu Mungu mm. ya kwanza ni kuamini kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha mm. yake lingine ni kuhudhuria ibada yes. Katika kuhudhuria ibada, tunakuwa kiroho, tunamtambua Mungu. Mimi wanasema kila siku tunaokoka mm. Yaani unapomjua Mungu unapata revelation, unapata mafunuo mm. ya kumwelewa Mungu, unaokoka unapata hatua mpya ya kuukulia wokovu mm. Kwa hiyo lazima mwanadamu huyu aweze kujua maarifa, na maarifa hayo utayajua unapohudhuria ibada, unaposikiliza yes. neno la Mungu kwa yes. sababu Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa yes. na maarifa hayo yako katika neno la Mungu. hmm. kwa hiyo mtu lazima aukulie wokovu, ajue neno, ahudhurie ibada, lakini pia mtu huyu, njia nyingine ya kumwabudu Mungu hmm. ni kutoa sadaka yes. eh. Sadaka, sadaka ndio inayomuungamanisha mwanadamu na Mungu kupitia madhabahu mm, eh, kupitia madhabahu ile. Sadaka unapotoa kwenye madhabahu mm, inakuungamanisha na madhabahu, na madhabahu ni mahali ambapo Mungu hushuka katika kiti cha rehema yes, akamrehemu mwanadamu, akapata msamaha akapata kukombolewa katika mm. shida zake. Aweza mm. kuwa amefungwa katika vifungo vya magonjwa, mateso mbalimbali mbali. mm. lakini ile madhabahu ambayo unaenda kutoa sadaka pale yes. ndiyo inayotoa utetezi kwako, inatoa ulinzi mm. lakini pia madhabahu hiyo ndiyo inayotoa baraka mm. unabarikiwa katika maisha yako, unajikuta unamaliza mwaka ujalazwa. Eh, Bwana anakutetea yes. mambo makubwa yanakuwa hayakukuti kwa sababu ya madhabahu kwa hiyo, yes. hivyo vyote ni vitu vinavyojumlisha jinsi mwanadamu anaweza kumwabudu Mungu, ya yeah. kwa sababu madhabahu mm. ina vitu vitano, yes. kuna mahali pa madhabahu mm. kuna kuhani wa madhabahu mm. kuna Mungu wa madhabahu, madhabahu, kuna moto wa madhabahu na kuna sadaka ya madhabahu, ya madhabahu. Kwa sadaka ni item ya muhimu sana ili madhabahu iweze kutetea. Kwani ni yule mchungaji wako au askofu mm. wa kanisa lako na na na mahali pa madhabahu. Unajua, tunapoenda kanisani mm. watu wanafikiri tunafata jengo, hatufati yes. jengo tunafata ile mimbari ile madhabahu pale mm. ndipo mahali ambapo Mungu anashuka ya yeah. kwa hiyo kuna mahali pa madhabahu. Mungu wa madhabahu ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Isaka, na Mungu wa Yakobo, Yakobu. Kama mahali hapo haabudiwi Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa isaka na Mungu, Mungu wa Yakobu, Yakobo, uondoke mapema kabisa, maana ut -uta, utapokea miroho ambayo haitokusaidia katika maisha yako. Kwa hiyo kama anaabudiwa Mungu tofauti ambaye si wa hao watatu, hiyo huyo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, isaka na Mungu wa Yakobo, ya kimbia lakini pia kuna moto wa madhabahu. Moto wa madhabahu ni Roho Mtakatifu, Mungu katika utatu mtakatifu. Hmm. ya kwa hiyo lazima mahali hapo pawe panakubalika ujazo wa Roho Mtakatifu kama Mungu. Yesu mwenyewe aliwakataza wanafunzi wake wasianze kufanya kazi ya Mungu kabla hawajapokea Roho Mtakatifu. Yes. katika Matendo ya Mitume sura moja mstari wa nane. Hmm. Yesu anawapa ahadi. Hmm kwamba nanyi mtapokea nguvu atakapoajilia Roho Mtakatifu. Na ile Matendo sura ya pili, kweli nguvu ya Mungu ikashuka kama uvumi wa upepo yes. na wote wakapokea nguvu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Baada ya pale, ndo tunaona sasa akina Petro wanaanza kuhubiri Injili, wanaenda kanisani, wanamponya yule kie, kiwete pale mlangoni akasema, fedha na dhahabu hatuna lakini tulicho nacho tutakupa. Kwa jina la Yesu, simama, akainuka baada ya kupokea nguvu ya roho mtakatifu. Kwa hiyo madhabahu lazima iwe inakiri na inatambua ujazo wa roho mtakatifu, yeah. Kwa hiyo lingine ni sadaka, ile sadaka dhabihu, hmm. unayoenda kutoa, yes. pale, hiyo ni ya muhimu sana, ndo inakuunganisha na madhabahu kuna hivyo ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Na tunapokwenda pale, tunamsifu mm, kwa sababu ametuumba ili tumwabudu ili tumsifu. Alitupendelea sana akatuumba kwa sura na kwa mfano wake yes. Kwa hiyo lazima tuwe na vipindi vya kumsifu Mungu, na sifa inafungua mambo mengi, na pia inafanya kuwa shukurani kwa yote ambayo Bwana ametenda. Tunamsifu Mungu kwa ajili ya mambo aliyotenda, tunamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu whether yes. amejibu maombi yako ajajibu, yeye lakini Mungu, yeye ni Mungu yes. anabaki kuwa kuwa Mungu. Mungu. Yeah. Uh, mi nafikiri hilo swala la sadaka tutalizungumzia mm. siku nyingine yeah. maana yeah. kuna namna ya kutoa sadaka, sijui uinenee yeah. hilo yeah. ni swala la siku nyingine vizuri yeah. sana na asante kwa kuwa yeah umenifundisha <laughs> mengi me, nimepata kuyajua ambayo nilikuwa sijayajua, lakini kwa kumalizia yeah. nataka na nijue mm. hii crusade huwa inafanyika mm. kila baada ya muda gani? Uh, Worship crusade tunaifanya kila wiki lakini kila wiki. Yeah, kila wiki na tunaifanya kwa mtindo huu yes. kuna wiki ambayo wiki mbili katika mwezi mm. yani wiki moja tunakuwa na vijana wetu hapa yes. Sons of God, vijana hatari sana wanamsifu Mungu, wakisimama uwepo wa Mungu, ah. Mungu unashuka. Ni vijana ambao wamepakwa mafuta kwa levo ya tofauti sana. Kwa hiyo tunakuwa nao, tunamsifu Mungu, tunamwabudu Mungu, tunakuwa na neno kwa ufupi sana, halafu mm. tunamwomba, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna Mungu ya yeah, tunamwomba Mungu na na kwa hiyo tunawaombea hata wale ambao wako tayari kumpokea Yesu kuwa yes. Bwana na Mwokozi wa maisha yao mm. Kwa hiyo tunakuwa na kipindi hicho. Kipindi kinachofuata mm. kinakuwa ni kipindi cha neno, kama tulivyo hapa leo mm. yes. ya tunazungumzia neno la Mungu mm tunajaribu kumwelewesha mtu jinsi gani anaweza kumwabudu Mungu. Yes. Na, na kuweza kuishi maisha matakatifu Matakatif. Yeah. na kumwishia Mungu, na kwa hiyo katika vipindi kama hivyo pia tutaweza kueleza namna ya kutoa sadaka. Yes. kama ulivyoomba tutaweza, yeah, kueleza ni komponenti mojawapo katika, yes, kumwabudu Mungu. Mm. kwa wiki inayofata tena tunaingia katika kipindi cha praise and worship, tunakuwa na maombi na tunakuwa na neno la Mungu, kwa hiyo tunaenda katika design hiyo. Yeah tunakuwa na vipindi vya kumfundisha neno la Mungu kwa mazungumzo kama hivi mm, lakini tunakuwa na vile vipindi pia vya kusifu na kumwabudu tukiwa na vijana wetu waliopakwa mafuta. Huyo uh, anayekuwa nyumbani anaangalia live kwenye simu yake, aidha yupo nje ya Segerea, mm, aidha yuko nje ya Dar es Salaam au Tanzania mm, anawapateje ili labda kama anataka kujiungamanisha pamoja na madhabahu hii ya kanisa hili anafanyeje? si, si, anaingia social media. Tuko kwenye mitandao ya jamii. Yes. Tuko YouTube. Yes. Ukiingia para RHIC, yes. unatupata. Tuko mm. Facebook, tuko Instagram mm. Pote wanatupata ya, tukiwa live, tunaenda live katika hizo sekta zote. Kwa hiyo so, wakiki pale RHIC mm. RHIC unaweza ukaongezea pale mbele Shusho kwa urahisi zaidi ya yes. yeah. kwa sababu RHIC ziko Ya. Nyingi. Ziko nyingi. Yeah. Mm. Marekani kuna RHIC yeah. Revival, uh, Watch Watch Church. lakini ukiweka RHIC Shusho mm. unatupata kwa urahisi sana yeah. Basi kwa kumalizia uh, naomba tu kwa kuwa wewe ndio unaelewa Uh, ramani ya kanisa lako lilipo. <laughs> Naomba tu kwa muda mchache waelezee watu wanaotaka kutembelea kanisa watafikaje na watapokelewaje na mawasiliano pia. Tunawakaribisha sana sana sana ndugu, hmm, watazamaji ndio, uh, sisi tunakuwa na ibada siku ya Jumatano yes. kuanzia saa kumi na moja jioni, najua wakati huo unakuwa umeshatoka kazini kwa tunakuwa na ibada ya mafundisho ya neno la Mungu mm. kuanzia saa kumi na moja mpaka saa moja, na mahali hapa RHIC where everybody is somebody, tunakuwa na mafundisho yasiyogoshiwa, mafundisho ya ukweli yes. na siku ya Jumatano tunatoa nafasi mtu kuuliza swali kwa sababu ni siku ya mafundisho okay. lakini pia siku ya Ijumaa ni siku ya idara mm. na, na kabla ya Ijumaa siku ya, jum, ya Alhamisi kama tulivyosema kuanzia saa mbili usiku tunakuwa na Worship Crusade. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kuanzia saa mbili usiku, ila hiyo ni kwenye social media yes. Tunawakaribisha kwenye social media. Lakini hata wale ambao wangejifil kwamba waje kuwa nasi live tunawakaribisha yes. Yes. Siku ya ijumaa tunakuwa ni siku ya idara, idara wa baba, idara wa mama, idara ya wa vijana wanakuwa na vipindi vyao, lakini siku ya jumamosi kuanzia saa kumi na mbili vijana wetu Sons of God praise him wanakuwa kwenye mazoezi na kitu ambacho tunamshukuru Mungu. mm. unakuta hata siku hiyo ya mazoezi wanakuja watu kanisani kuangalia mazoezi, kuangalia mazoezi. <laughs> <laughs> na, na, na, na wakati mwingine tunaikuta <laughs> unakuwa si mazoezi maana, Mungu, Mungu inatembea Roho Takatifu anatembea mpaka tunakuwa amazed. <laughs> yes. na, kwa watu wengi mm. wamezoea. Mwingine anapita njiani, anaona vijana wanasifu wa yes. wanakuja pale mm. na wanatoka pale wamebadilishwa yeah. yes. Na siku ya Jumapili, ibada zetu zinaanza saa tatu na nusu kwa maombi mm. tunakuwa na maombi ya nusu saa, kwa hiyo tunawakaribisha watu kwenye maombi pia, mpaka saa nne tunaanza ibada yetu mpaka saa saba kamili. Yes, ya kwao, tunawakaribisha sana kanisa letu. Ukitaka kuja, bahati nzuri, stendi yetu ya Segerea mwisho mm. ni temino ya maeneo mengi sana yes, hata yes. uko Chanika utapanda gari moja tu mm. Komba gala utakuja Segerea yes. uko sijui Magufuli stendi besi <laughs> utakuja Segerea <laughs> yeah, yeah. uko, utakuja Segerea, ni temino kubwa sana yes, yes. ukifika Ah, pale Segerea mwisho unafata barabara ya kwenda ofisi ya kata inaitwa Ngorongoro Road namba kumi na saba tuko hapo yeah. Jirani sana na makaburi ya Segerea, mm -hmm. Kwa hiyo ukifika hapo utakuwa umetupata. Tunajua utakapokuja mahali hapa, utatoka kama ulivyokuja, utakuwa umebadilishwa. RHIC ni mahali ambapo kila mtu ni wa thamani. Yes. Is a place where everybody is somebody. You are welcome my dear and God bless you. Amina, amen. Ah, basi kila chenye mwanzo akikosi mwisho, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, mgeni wangu alikuwa ni Bishop John Shusho, lakini ah, aliyekuwa anaongoza jahazi hii si mwingine bali ni mimi Pomlela. Tuonane Alhamisi nyingine panapo majaliwa. wa Mungu akubariki sana.